Jikoni na pika, ghafla tu sijaelewa kichotokea, nikajikuta nipo chini. Ndio hapo nikapata msaada, bila kujitambua mimi kuja kujikuta nipo hospitali. azo zinatukumba kama sisi hapa kwenye kikundi, ndio ipo kukosa matibabu, ambayo tukipata matibabu hayo itakuwa kama mtaji wa maisha yetu, maana afya ndio kila kitu. Hicho ndio kikubwa. Kutana na mwanamama huyu anayeitwa Asha Omary mkazi wa Tanga ambaye sasa yupo hapa jijini Dodoma, kutoka kuwa mwalimu wa chekechea hadi sasa ni mjane. Janga la moto limepelekea hali hii unayoiona, hakika inasikitisha mno hapa anatueleza mengi kupitia Faza Families Media. Karibu mtazamaji wa Faza Families Media, nikukaribisha tena katika mwendelezo wa ripoti zetu, na leo hii tumekuja hapa jijini Dodoma, mitaa ya Eliadia ambapo kinapatikana kikundi cha Swadi, kikundi cha wakina mama wajane ambao wamehamasishana wao E, kama wao kwa ajili ya lengo la kusaidiana. Tunafahamu ya kwamba changamoto ni nyingi ambazo wanakutana nazo na ni changamoto nyingi ambazo zinawakabili, lakini wao kama e, wakina mama waliamua kuhamasishana kuanzisha kikundi chao hichi kwa lengo la kufarijiana, lakini kwa lengo pia la kusaidiana kwa kile kitu ambacho ama kwa chochote kitu ambacho wanaguswa. Nikukaribisha sana uweze kukaribia hapa kuweza kufahamu mengi zaidi ambayo tunakwenda kuyazungumza hapa. Nikukaribishe tu katika mwendelezo wa ripoti zetu Families Media, ukiwa nami Gervas Machaku, nyuma ya kamera yupo Sabitina Ali. Karibu sana uweze kusikia mengi ambayo yanajiri katika kituo hiki cha Swadik. Naitwa Asha Omary. Sawa. Labda utuelezee kwa ufupi, historia fupi ya maisha yako kulingana na changamoto ambayo tunaiona, ili kupateje na katika mazingira gani Changamoto ambayo imenipata nilikuwa nimebeba ni ujauzito, ilipofikisha miezi kama tisa hivi, tuseme mwishoni mwishoni, nilikuwa jikoni napika. Ghafla tu sijaelewa kichotokea nikajikuta nipo chini, ndio hapo nikapata msaada, bila kujitambua mimi kuja kujikuta nipo hospitali Kana kilichotokea pale ukukitambua, lakini wakaja kujikuta hapo hospitali. Na una watoto wangapi kwa sasa hivi? Mmoja, ambaye ndio huyu tunamuona. Sawa, hapa tunakuona upo kwenye kikundi hiki cha wakina mama, labda kutoka huko ambapo ulipokuwa mpaka kufikia hapa, ni nani alikudirect mpaka kufika hapa? Mpaka nimefika hapa kwanza, alinipigia simu huyu mama yangu kwamba huku kuna kuna kikundi cha kina mama njoo a, kuna naniliu na kutokana, mimi ni mwalimu, akaambia pia kuna shule uje usomeshe mimi. Nika si sijafikiana nao moja kwa moja, nikamwambia naomba niongee na mama mwenye kituo. Nikaongea naye akaniambia njoo, ndio nimekuja na wiki kama mbili tangu nije hapa. Utaaluma yako ni mwalimu? ulikuwa ni mwalimu. Ndio, labda changamoto ambazo zinakukumba, lakini changamoto ambazo zinakumba pia na hapa kwenye kikundi chenu katika hali ya kimaisha, mweleze mtazamaji ambaye anakutazama changamoto ambazo zinatukumba kama sisi hapa kwenye kikundi. Ndio, ipo kukosa matibabu, ambayo tukipata matibabu hayo itakuwa kama mtaji wa maisha yetu. Maake afya ndio kila kitu hicho ndio kikubwa. Kwa mfano kosa pia naniliu huduma kama ya elimu, huna naniliu, huna karo ya kumlipia mtoto aendelee na masomo, hiyo pia ni changamoto unakuta, unakuta mtoto anabaki mtaani anazembea bila elimu, kutokana na kushindwa kulipa ile ada ya mwanafunzi. Tukazidi kutaka kufahamu mengi yalomsibu dada huyu, na hapa tukazungumza na mama yake ambaye ndio kamleta hapa katika kituo hiki cha Swadiki baada ya kukosa huduma. Jina naitwa Foibe Lazaro Doa, ni mwenyeji wa hapo Ipagala. Mimi ni mwanakikundi wa hapa muda mrefu kidogo, lakini nilivyoangalia huduma hapa inavyoenda, nilipenda nimshirikishe mwanangu ambaye alipata matatizo mwaka 2020 nikamwagiza, nikasema Asha, nilikuwa naomba uje huku niletee mtoto, maana huyu mtoto ni wa mwanangu wa kiume Nikamwagiza akasema hicho kituo kinachopokea hao watu, peleka nani ujumbe kwanza, niongee na yule mama. Nikampelekea, nilivyompelekea yule mama alisema tumuagize aje. Tukamwagiza akaja, alivyokuja nikampokea, nimemleta kwenye kituo. Kamwangalia huyu mama, akasema mm, hali ngumu hii. Sasa tunafanyaje? Huyu mtu anatakiwa aende operation. Hali ngumu, hatuna chochote, kituo hakina hela. Tunaomba misaada, wanaojisikia Popote pale waweze kutusaidia. Hata sisi wenyewe hapa tulipo upataji wetu wa dawa ni shida, tunahangaika na mama yetu ambaye alisema tujikusanye tuwe pamoja ili hata watu wa kutusaidia watukute pamoja. Basi hata hivyo, wanaojisikia wanatuletea kile, watatuletea wakileta unga tunashukuru. Kama tunarudi majumbani, mama hatusi mchoyo, pikeni mle, tunapika kweli, tunakula, tunaenda makwetu. Kama tuko hapa tunafua, tunafanyaje? Tunalolifanya Mungu mwenyewe anajua. Tufanye biashara gani? Tunafanya tukitaratibu taratibu hivyo hivyo tunahangaika na mama huyo. Tunaiomba serikali kama serikali, hasa kwenye matibabu, hata kwenye masomo ya watoto wetu, watufikirie na sisi wajane. Watufikirie hata wale ambao wana watoto ambao ni yatima kabisa hawana wazazi, unajua wako hapa. Wapo ambao wana wazazi wazazi ya bwana shida, wako kwenye mazingira magumu. Wapo ambao hawana wazazi kabisa. Sasa sisi saa zingine tunabeba hivi vya kwetu, tunabeba tunaenda navyo nyumbani. Hawa kila siku tunawaacha hapa hapa, tunawaomba wale watakaojisikia walete hapa, watakapoleta hadi wale watakula. Ndo hilo tu, hatuna lingine sisi. Sawa na changamoto nyingine sasa ambayo inawakumba hapa kwenye kikundi. Kwenye kikundi ipo kwa sababu mwanangu, nikikwambia sana kwenye kikundi lazima changamoto, hasa changamoto ni matibabu. Matibabu ya pili, changamoto ya ulaji, wanafunzi, karo za shule. Umesikia, saa zingine tunampa mama yule anafanya kama kuchanganyikiwa. Hapa tukaenda mbali zaidi kuzungumza na kiongozi wa kikundi hichi cha wakinamama wajane, ambapo dada Asha amepokelewa hapa baada ya kupata janga zito la kuungua na moto, naye anatufahamisha mengi zaidi. Sisi <coughs> tuliamua kuanzisha hiki kikundi ili angalau tusaidiane. Kuna watoto yatima, kuna wajane, kuna mazingira magumu, e, angalau tupeane sapoti. Sasa kuna wa... wadau wetu wengine, wao wanajitahidi kutusapoti ila tuna hali ngumu, hatuna makazi ya kukaa sisi na watoto wetu, na hapa juzi juzi tulipata maafa ya mvua, tukaenda kuishi shule ya Makole. Tunamshukuru Mavunde, alitusaidia kwa kiasi fulani, lakini kwa sasa bado tuna hali ngumu. Tunahitaji chakula, mavazi na makazi. Hiyo ndo changamoto yetu kubwa, na pia wanafunzi ada. Ah, huwa mama yetu anajitahidi kujichanga, mkurugenzi wetu Mwajuma Jori ajitahidi saa nyingine kuomba kwa wadau, ila saa nyingine wanakosa kabisa wanafunzi, na wanatembea kwa mguu, na wako shule mbalimbali, wengine wako viwandani Makole, na wengine wako hata miuji huko sekondari. Kwa hizo ndio ndo changamoto zetu kubwa. Labda kuna mtu anatamani kufahamu kitu ambacho kiliwahamasisha kuanzisha hiki kikundi, lakini pia tufahamu kikundi hiki mlikianzisha e, muda gani ama mpaka sasa hivi kina muda gani? Kikundi hiki tulikianza toka elfu mbili na saba tulikaa sisi na mama yetu tukatamani tufanye tu hivyo, lakini tulianza mbali sana, na tulikuwa na kajumba kadogo Katopi. Kwa hiyo <coughs> tukawa tunakusanyika na watoto wetu wanatoka majumbani na walezi wao, tunakuja tunakuwa pamoja jioni, wanarudi majumbani, e, lakini ndo tu. tuna changamoto kama hizo. <coughs> Sawa, labda ungetufahamisha, tunaona kuna watoto, watu wazima, labda ungeweza kutajia miongoni mwa changamoto kubwa hasa ambayo inawakumba hapa, ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikiwasumbua, changamoto kubwa ni makazi, hatuna makazi. Hiyo ndio changamoto kubwa e, na bado hapa hatutakiwi kukaa na watoto, eneo letu ni dogo sana. Kwa hiyo kuna kipindi watoto wetu inabidi tuje nao tushinde nao hapo, jioni turudi nao, na nyumba tulizonazo ni ndogo nyumbani, na wengine tumepanga, kama alivyosema mwenzangu. Hiyo ndio changamoto kubwa. Hapa ambapo mnakaa ni mtu kajitolea, ama ni nyie wenyewe mnajichangisha kuhakikisha mnalipa hapa kukaa? Hapa tunapokaa amejitolea mkurugenzi wetu yule Mwajuma Jori hapa e, ndio kwake kajitolea nyumba hii, ndio tunakutana hapa, ndio tunalea watoto wetu. Na idadi yenu hapa mpo angapi? Ha, kwa hapa kwa kweli tuko wengi sana e, tuko wengi tunafika mia, na na wengine hawapo tu. Mm -hmm. Okay, sawa. Labda tulihitaji kufahamu kidogo kwa watu ambao wanakuja ama wengine wenye changamoto ambao wanakuja kwenye kituo chenu, huwa kuna utaratibu ambao mnauweka ama ni mtu kulingana na changamoto yake, kisha jieleza, mnampokea? Tunampokea akijieleza changamoto yake, tunampokea, na kama uwezekano upo wa kumsaidia, kilichopo tunamsaidia kwa mfano chakula, labda kuna nguo tuliletewa, labda tunampa. Kama ni chakula kipo, tunampa mm, tunamsaidia. Sawa, zungumza na Watanzania wanaokutazama, ombi lenu hasa ambalo mnaliomba mnalihitaji, mnali, lakini pia utaje na mawasiliano, kwa sababu wewe ni kama kiongozi na mwakilishi wa kikundi, watu ambao wanahitaji kuwatumia msaada wapate mawasiliano ambayo kuwafikia nye moja kwa moja. Sisi kama kituo cha Swadiki Nahitaji sana sana makazi, hatuna makazi sisi wo, na watoto wetu. Na pia vitu tunavyotaka kusaidiwa ni makazi na vyakula, nguo. Haya ndio mahitaji muhimu sana kwa watoto wetu, na ada za wanafunzi. Kuna michango kwa shuleni, kwa mfano chakula wanatakiwa kula shuleni wanafunzi tunaitwa huwa na walimu, tunaenda kujitetea. Saa nyingine hatuna hela ya kuwalipa walimu, tunaenda kujitetea sisi kama kituo cha Swadi, hatuna uwezo. Kwa mfano hapo viwandani kuna watoto zaidi ya sita, watoto wetu. Kwa hiyo hatuna uwezo wa kuwalipia. Tukiongea na walimu, wanatuelewa saa nyingine, saa nyingine wanachapwa, wanarudishwa. Kwa hizo ndo changamoto zetu kubwa, chakula, makazi na mavazi eh tunaomba sisi kama swadiki yeyote atakayeguswa na sisi atusaidie namba zetu 6533042 hata hivyo kuna jitihada kubwa ambazo zimefanywa na serikali kuhakikisha wajane hawa wanapata chochote kitu hapa CH Thomas Warioba anatujuza Naitwa Thomas George Warioba ni CH wa Halmashauri ya Jiji na nawakilisha upande wa afisa, maafisa usaa jamii na maafisa maendeleo. Ningependa kwanza kutoa rai kwa ngazi za serikali mbalimbali kwa, kwa huduma wanazozitoa katika changamoto wanazokumbana nazo jamii na swala la hapa kama hiki kituo E, naweza nikasema tunakitambua kwa sababu ya huduma wanazozitoa katika hiki kituo, na kuna wakati ambapo wanalemewa kimaisha na changamoto zingine za kiafya, lakini kwa ushirikiano wa uh, maafisa wa usawa jamii na afisa maendeleo kwa kweli huwa wananipa msaada mkubwa na changa, na nani na mstari wa mbele hata kuwaombea labda wakati mwingine msamaha katika hospitali na wapate matibabu, ila sipokuwa sio wote, bali baadhi ya maafisa kusikiliza na kujibu jibu lililo sahihi. Huwa mara nyingi nikisema kwamba hekima na busara tawale kuliko akili na nguvu, lakini pamoja na hapo, niliweza kuwaambia hata kupitia kwa mkuu wetu wa wilaya kwamba sio kila mtu ana wito na huruma na upendo katika huduma, lakini kulingana na changamoto za, yaani hiki kikundi kiliamua wajane kwa wajane wakaanzisha kikundi chao. Kweli tunatambua hilo, baada ya kuanzisha changamoto wanazokumbana nazo tena, wale watoto walioachiwa, ambapo tena wanalelea nini, wajane. Kwa hiyo hii ikawaletea tena changamoto kwenye maisha ambapo unakuta kwamba mjane tena analelea nini yatima, lakini pamoja na hapo, wamekuwa mstari wa mbele kwa kuomba na wale wenye wasamaria wema kuwaletea michango. Hata kipindi cha mwezi Ramadhani, kuna wenye moyo waliokuwa wanachangia vitu vyao tofauti tofauti ili kusudi wapate ku, ku, ku, kufuturu, na wengine walikuwa wakiwafuturisha moja kwa moja wakija na vyakula vyao na wanafuturishwa, wanafuturu nao kwa pamoja. Sasa labda himizo langu kwamba hawa ni jamii lakini upande wetu wa huduma za kijamii tunasema hivi, kuishi ni haki ya kila binadamu. Kwa hiyo kinachohitajika kwa hawa watu sisi, tuna labda ratiba programs mbili, mtoto kubeba kaya na mtu mwenyewe kufadhiliwa ama kusaidiwa ama kuwezeshwa. Kwa hiyo changamoto ya hawa watoto wadogo inapaswa kwamba jamii serikali, wadau, hata watu wa mbalimbali mbali, ili kusudi wasaidia katika kuibua nini cha kufanyika ili kusudi hawa maisha yao yafanyeni yaendelee, na ndiye nani aliye tayari kubeba huu msalaba? Kwa hiyo wanajichangisha wenyewe kwenyewe, kusudi lao lilikuwa ni zuri kuanzisha kikundi kufarijiana kuzikana na mambo mengineo yanayofuatia katika jamii. Lakini wanapolemewa jamii pia iwe na mtazamo mwingine wa kwamba tusaidie ni vipi? Nirudishe shukrani za dhati kwa afisa usawa jamii na afisa maendeleo ya CCDO ambaye ni Dada Charity amekuwa mstari wa mbele, nikiwa nimemwambia chochote kuhusu jamii huwa yuko mstari wa mbele kwa muda wote kama mkuu wa kitengo cha ulinzi na haki za mtoto. Alafu nirudishe tena shukrani za dhati mheshimiwa Mavunde, ambapo aliposikia, kwa sababu hao wanaishi mazingira ambayo ni hatarishi ambayo sio mazuri, walipofurikiwa na maji, mafuriko ya juzi juzi hapa juzi katika hii kata ya Ipagala, kwa kweli mheshimiwa Mavunde alijitoa kwa hali na mali kwa mchango wake akisaidiwa na wenzake, na kwa kweli watendaji wa, ka, wa serikali za mitaa na kata kweli na wenyewe walitoa mchango mchango wao wa nini wa wa, wa jitihada zao kuwasaidia hawa. Kwa hiyo nadhani kwamba kumbe, kama jamii wanatambua uwepo wao, hata upande wa afya ambayo bado ni changamoto kwa serikali yetu, ili kusudi tazame hawa watoto wa mazingira magumu, mazingira hatarishi na yatima totali. Je, punguzo za hizi nani, haya matibabu, inakuweje? na pamoja na hapo, tuna misamaha mingine ambayo, kwa mfano, hospitalini wa wahimize wale wahudumu, ili kusudi tunapokimbia na hao watoto pamoja na hao wazee hospitalini, huduma iendelee. Nadhani ndio kusudi zuri la mama wetu Samia. Nirudishe shukrani za dhati kwa serikali na chama, ila sipokuwa sio kwa wote wana moyo. Ningetoa rai na kupendekeza kwamba, jamani, hawa ni jamii, wanahitaji msaada ama wanahitaji na wenyewe waishi kama wengine ambapo tunasema afya ni mtaji, ndugu zangu. Asanteni kwa yule ambaye anahitaji kutoa huduma, lakini kama kuna yule ambaye anahitaji aidha kumchukua mtoto kwa ajili ya kuishi naye, kuna utaratibu upi ambao anatakiwa kufuata? ya kwa niaba ya upande wa kama wa halmashauri ya jiji, ningependa kwamba kuna viongozi ambao wanaweza kujibu hilo swali, lakini upande wangu kwa utaalamu nilio nao jua ni kwamba afate taratibu za kimuongozo wa serikali ili kusudi huyu mtoto hakataliwi, ila sipokuwa pamoja na ufadhili wake, afate taratibu atoe, ili kusudi tunachokitaka, jamii ihudumiwe, na ndio lengo la mama yetu nani, Samia.